Umaliziji wake umekuwa ni mtihani, lakini sisi bado tuna matumaini na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu miradi iliyokuwa mikubwa kuliko ile msikiti, mambo yaliyokuwa mengi kuliko msikiti, ni gharama kubwa kuliko ile msikiti, leo tunaona alhamdulillah, katika nchi yetu kila mahali miradi imemalizika, sio shule, sio barabara, sio majengo ya hospitali, sio kila kitu nasi pia tunaendelea kunyanyua mikono yetu kumuomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wataala Mama Samia Suluhu aweze kutufanikishia umaliziaji wa msikiti ule. Kwa sababu msikiti ule ukimalizika, faida ni nyingi. Moja ikiwa ni sala la wananchi na Waislamu wa wilaya ya Chato na mkoa wa Geita kwa jumla wake, kupata fursa ya kufanya ibada katika msikiti ambao kwamba utakuwa na wasaa mkubwa, ambao utakuwa una hadhi kutokana na watu ambao wanatakiwa kuingia katika msikiti kama ule lakini eneo la pili, msikiti ule kuacha vile una hasara mbili. Hasara ya kwanza mpaka sasa kwa miaka ambayo kwamba umeachwa. Ukiutazama, mvua na jua linalopiga na kunyesha, msikiti ule unazidi kupoteza ubora. Lakini eneo la tatu, eneo lile limekaa sasa, baadhi ya wa wahalifu wamekuwa ni sehemu ya maficho yao. Watu sasa hivi wamefika mahali saa nne saa tano pale, mtu huwezi kupita, watu wananyang'anywa simu, watu wanakabwa, utaona kwamba kuna athari lakini vile vile, kuna faida ikiwa msikiti ule utamalizika. Kwa sisi tuendelee kunyanyua mikono yetu kumomba Mwenyezi Mungu na kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu aweze kumfanikishia yale matarajio yake ya kumaliza miradi iliyoanzwa na mtangulizi wake, kwa sababu bahati nzuri na yeye ndiye alikuwa makamu wa rais wakati ule. Kwa hiyo anajua vizuri kila kitu kwamba hayati Dr John Pombe Magufuli alichokianzisha na kukifanya, msikiti ule ni sehemu ya kumbukumbu ambayo haiwezi kufutika kwa hayati Dr John Pombe Magufuli lakini eneo lingine ambalo lilikuwa linahitajika ni akaunti, ilikuwa inatumika. Kama unakumbuka mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli alipofika pale siku ya kuweka jiwe la msingi, walikuwepo viongozi mbalimbali. Miongoni mwa viongozi walikuwepo majaji, mawaziri, wabunge na watu mbalimbali mbali. kwa hiyo kuna michango yao ambao waliweza kuiweka katika akaunti. Sasa walihitaji ile akaunti, ilikuwa inakusanya michango. Sisi kama baraza kuu hatuna zile dokumenti na wao ndio walionazo na wao kutupatia sisi kama vile ofisi ya rais ilivyokuwa imetaka. Ikawa ni mtihani, ililazimika turejeshe majibu ofisi ya mheshimiwa rais, ambayo ilikuwa wa wanahitaji zile document. Lakini bahati mbaya sana ni kwamba mpaka leo sasa hatujui kwamba dokumenti zile walikabidhi walipokuwa zinahitajika ama hawakukabidhi. Alikuwa sio mbaguzi wa watu e, nyie tunakumbuka Dodoma ametengeneza msikiti mkubwa, msikiti mwingine Dar es Salaam sasa leo sisi wanachato tunasubiria msikiti wetu. Waislamu tunahitaji ule msikiti ambao hayati John Pombe Magufuli aliuasisi. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa kweli mheshimiwa rais aliangalie kwa mikono miwili katika ule msikiti, lakini mpaka leo, leo miaka minne, hayati Magufuli amefikisha miaka minne sasa, hatuoni mwendelezo wowote. no, no, no. lakini sisi kama familia tunamwomba Mama Samia no, no, no. mtangulizi no, no. wake ndo alianza basi tunaomba mama atumalizie tuna imani na yeye kwa namna yoyote ile kuhakikisha msikiti unaendelezwa na sisi kama familia tuko tayari kuungana na wa waislamu wote ili tuweze kupambana ili msikiti ule uweze kumalizika kama ilivyokuwa ndoto ya hayati dr john pombe magufuli alianzisha alitoa wazo hilo kwa kushirikiana na viongozi wote wa wa, wa, wa kiislamu